shule ya msingi Bombambili ina walimu ishirini na nane ikiwa na walimu wanaume wanne na wanawake ishirini na nne kabla ya sato wanafunzi walikumbana na tatizo kwanza vile vyoo vina harufu kali kwa hiyo ilikuwa inabidi tutumie dawa nyingi na kali kwa ajili ya kukata harufu tutumie maji mengi ya kuvisafisha, na walikuwa wanasafisha mara kwa mara. Bidhaa za SATO nilisikia kwa shule ya msingi Segerea, ambapo nao walipata huu mradi. Kwa kweli ilichukua kama miezi miwili tu baada ya kupata habari, na wenyewe wakafika kwa ajili ya kutuletea mradi faida ziko nyingi, lakini faida kubwa ninayoiona kwanza, havina harufu kabisa, alafu pia yale maambukizi ya, ya magonjwa kama UTI yameisha kabisa.